Kwa jina naitwa Asha Hassan Msangi, ni mmiliki wa mgodi wa Manda. Mimi ni kama mwenyekiti. Mgodi wa Manda unamilikiwa asilimia kubwa ni wanawake, wanaume ni wachache sana. Mgodi wa Manda unafanya kazi na wanawake sana, tunataka wanawake nao wapate ajira. Wanawake walikuwa wanaogopa mwanzoni kuingia kwenye fani ya mchimbaji yani, ilikuwa ni kazi ngumu sana. Lakini sasa hivi tangu aingie Rais Samia Rais wetu mpendwa mwanamke, wanawake wengi wanajitahidi, tunapata moyo. Mwanamke amekuwa rais, kwa nini si tushindwe? Tunaambiwa kwamba mgodi ni wanaume tu, mkija mnaambiwa wanawake wananuksi, sijui nini, hatutapata madini. Haviendani hivyo, madini ni madini, na wanawake pia wanaweza kufanya kazi hizo. Kwa hiyo ile imani potovu kwamba wanawake kwenye madini wasiingie, hiyo jamani sio kitu kizuri. Tunamheshimu sana Rais Samia. Sisi wanawake ametupa kazi, ametupa nguvu kazi, ametupa moyo, ametupa ujasiri kama mwanamke. Na mimi nasema wanawake wa Kitanzania tumchague Mama Samia. Yaani kwa nia kwa nia tena mia na kumi. Tumpigie kura zote. Wanawake sasa hivi kila sekta wamo tu. Tunafanya vizuri kupitia rais wetu mama Samia Suluhu Hassan. Mgodi wa Manda umeanzishwa elfu mbili na moja. Huku kwingine tulikuwa tunahangaika hangaika tuna, tuna madwara ya watu lakini tukaona kama wanawake tujiunge kwa pamoja tuanzishe mgodi tukaanzisha mgodi wa Manda. Kwa hiyo tukaingiza wanaume wachache tu ili watusapoti katika kufanya kazi za huku kuingia ndani ya madwara. Lakini usimamizi karibia wote tuna wanawake kama 25 wanawake tu wanaosimamia mgodi wa Manda. Kwa hiyo mgodi wa Manda una mafanikio kiasi chake. Kwa majina naitwa Wilson Marius Lukui ni mmoja wa wafanyakazi wa Manda Gold Mine. Kupitia mgodi huu wa Manda Gold Mine ambao unaendeshwa na mwanamama Asha Msangi sisi kama wafanyakazi tumeweza kufanya mambo mengi ya msingi eh, ya kimaendeleo. Tumekuwa tukisomesha watoto kupitia mgodi huu lakini pia tunaendesha familia zetu kupitia mgodi huu, tunajenga, tunanunua vyombo vya usafiri na maendeleo mengine mbalimbali, kwa sababu ya juhudi na jitihada ambazo zinafanywa na mama huyu Asha Hassan Msangi. Lakini pia tunaiomba serikali ya awamu ya sita kupitia mama yetu, Mama Samia azidi kutusaidia kutupatia Uh, utaalamu wa kuweza kuyachimba madini yao, kwa sababu kuna wakati inakuwa ni changamoto sana kuweza kubaini ni wapi miamba inapita kwa sisi wachimbaji wadogo wadogo, lakini kwa kupitia yeye na ambavyo amekuwa kitusaidia, basi tunaweza tukapata vifaa vya namna hiyo ambavyo vitazidi kutusapoti sisi kama wachimbaji wadogo na kutoa ajira zaidi kwa vijana na watu mbalimbali, ili pia basi tuweze kutoa mchango wetu katika kuongeza pato la taifa.